Mlango wa sita. Wana wa Lawi, Gershoni na Kohathi na Merari. Na wana wa Kohathi, Amramu na Ishari na Hebroni na Uzieli. Na wana wa Amramu, Haruni na Musa na Miriamu. Na wana wa Haruni, Nadabu na Abihu na Eleazari na Ithamari. Eleazari akamzaa Finehasi na Finehasi akamzaa Abishua, na Abishua akamzaa Buki, na Buki akamzaa Uzi, na Uzi akamzaa Zeharia, na Zeharia akamzaa Merayothi, na Merayothi akamzaa Amaria, na Amaria akamzaa Ahitubu, na Ahitubu akamzaa Sadoki, na Sadoki akamzaa Ahimaasi, na Ahimaasi akamzaa Azaria, na Azaria akamzaa Yohana, na Yohana akamzaa Azaria; ndiye huyo aliyefanya kazi ya ukuhani katika nyumba aliyoijenga Sulemani huko Yerusalemu. Na Azaria akamzaa Amaria, na Amaria akamzaa Ahitubu, na Ahitubu akamzaa Sadoki, na Sadoki akamzaa Meshulamu, na Meshulamu akamzaa Hilkia, na Hilkia akamzaa Azaria, na Azaria akamzaa Seraya, na Seraya akamzaa Yehosadaki, na Yehosadaki akachukuliwa mateka, hapo Bwana alipowachukua mateka Yuda na Yerusalemu kwa mkono wa Nebukadreza. Wana Walawi, Gershoni na Kohathi na Merari. Na haya ndiyo majina ya wana wa Gerishoni; Libni na Shimei. Na wana wa Kuhathi walikuwa Amramu, na Ishari, na Hebroni, na Uzieli. Wana wa Merari; Mali na Mushi. Na hizi ndizo jamaa za Walawi sawasawa na mbari za baba zao. Wagerishoni; mwanawe huyo ni Libni, na mwanawe huyo ni Yahathi, na mwanawe huyo ni Zima, na mwanawe huyo ni Yoa na mwanawe huyo ni Ido na mwanawe huyo ni Zera na mwanawe huyo ni Eatherai. Wana wa Kohathi mwanawe huyo ni Ishari na mwanawe huyo ni Kora na mwanawe huyo ni Asiri na mwanawe huyo ni Elkana na mwanawe huyo ni Ebiasafu na mwanawe huyo ni Asiri na mwanawe huyo ni Tahathi na mwanawe huyo ni Urieli na mwanawe huyo ni Uzia na mwanawe huyo ni Shauli na wana wa Elkana Amasai na Ahimothi. Kwa habari za Elkana, wana wa Elkana mwanawe huyo ni Sufu na mwanawe huyo ni Tohu na mwanawe huyo ni Elihu na mwanawe huyo ni Yerohamu na mwanawe huyo ni Elkana. Na wana wa Samweli Yoeli mzaliwa wa kwanza na wa pili Abia. Wana wa Merari Mali na mwanawe huyo ni Libni na mwanawe huyo ni Shimei na mwanawe huyo ni Uza na mwanawe huyo ni Shimea na mwanawe huyo ni Hagla na mwanawe huyo ni Asaya. Hawa ndiyo watu aliowaweka Daudi juu ya kazi ya kuimba katika nyumba ya Bwana, sanduku lile lilipokwisha pata mahali pa kustarehe. Nao wakafanya kazi yao ya kuimba mbele ya maskani ya hema ya kukutania, hata Sulemani alipokuwa ameijenga ile nyumba ya Bwana huko Yerusalemu pia wakaisimamia huduma yao sawa sawa na zamu zao. Na hawa ndio waliofanya huduma pamoja na wana wao, katika wana wa Kohathi: Hemani mwimbaji, mwana wa Yoeli, mwana wa Samueli, mwana wa Elkana, mwana mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, mwana wa Elkana, mwana wa Mahathi, mwana wa Amasai, mwana wa Elkana, mwana wa Shauli, mwana wa Uzia, mwana wa Urieli, mwana wa Tahathi, mwana wa Asiri, mwana wa Ebiasafu, mwana wa Kora, mwana wa Ishari, mwana wa Kohathi, mwana wa Lawi, mwana wa Israeli. Na nduguye Asafu, aliyesimama upande wake wa kuume, huyo Asafu alikuwa mwana wa Berekia, mwana wa Shimea, mwana wa Mikaeli, mwana wa Baasea, mwana wa Malkia, mwana wa Yathirai, mwana wa Zera, mwana wa Ido. Mwana wa Yoa, mwana wa Zima, mwana wa Shimei, mwana wa Yahathi, mwana wa Gershoni, mwana wa Lawi. Na upande wa kushoto, ndugu zao wana wa Merari, Ethani mwana wa Kishi, mwana wa Abdi, mwana wa Maluki, mwana wa Hashabia, mwana wa Amazia, mwana wa Hilkia, mwana wa Amzi, mwana wa Bani, mwana wa Shimeri, mwana wa Mali, mwana wa Mushi, mwana wa Merari mwana wa Lawi. Na ndugu zao wa Lawi ndio waliowekwa ili kufanya huduma yote ya maskani ya nyumba ya Mungu, lakini Haruni na wanawe ndio waliokuwa wakitoa wa sadaka juu ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya madhabahu ya kufukizia uvumba, kwa ajili ya kazi yote ya patakatifu papatakatifu, ili kufanya upatanisho kwa Israeli, sawasawa sawa na yote aliyokuwa ameyaamuru Musa mtumishi wa Mungu. Na hawa ndiyo wana wa Haruni: mwanawe huyo ni Eleazari, na mwanawe huyo ni Finehasi, na mwanawe huyo ni Abishua, na mwanawe huyo ni Buki, na mwanawe huyo ni Uzi, na mwanawe huyo ni Serahia, na mwanawe huyo ni Merayothi, na mwanawe huyo ni Amaria, na mwanawe huyo ni Ahitubu, na mwanawe huyo ni Sadoki, na mwanawe huyo ni Ahimaasi. Basi haya ndiyo makao yao sawa sawa na marago yao mipakani, mwao wana wa Haruni katika jamaa za Wakohathi kwani walikuwa na kura ya kwanza, wakapewa Hebroni katika nchi ya Yuda na vijiji vyake vilivyozunguka. Bali mashamba ya mji huo na vijiji vyake alipewa Kalebu mwana wa Yefune. Na wana wa Haruni wakapewa miji ile ya kukimbilia, nayo ni Hebroni, tena Libna pamoja na viunga vyake na Yatiri na Eshtemoa pamoja na viunga vyake na Holoni pamoja na viunga vyake na Debiri pamoja na viunga vyake na Ashani pamoja na viunga vyake na Bethshemeshi pamoja na viunga vyake. Tena katika kabila ya Benyamini, Geba pamoja na viunga vyake na Elemethi pamoja na viunga vyake na Anathothi pamoja na viunga vyake. Miji yao yote katika jamaa zao ilikuwa miji kumi na mitatu. Nao waliobaki wa wana wa Kohathi walipewa kwa kura miji kumi katika jamaa ya kabila hiyo yaani, nusu kabila, nusu ya Manase na wana wa Gerishoni walipewa kwa kura miji kumi na mitatu sawasawa na jamaa zao katika kabila ya Isakari na katika kabila ya Asheri na katika kabila ya Naftali na katika kabila ya Manase waliokaa Bashani. Na wana wa Merari walipewa kwa kura miji kumi na miwili sawasawa na jamaa zao katika kabila ya Reubeni na katika kabila ya Gadi na katika kabila ya Zabuloni na wana wa Israeli waliwapa walawi miji hiyo pamoja na viunga vyake. Tena wakawapa kwa kura miji hiyo iliyotajwa majina yake katika kabila ya wana wa Yuda na katika kabila ya wana wa Simeoni na katika kabila ya wana wa Benyamini. Na jamaa nyingine za wana wa Kohathi walikuwa na miji ya mipakani mwao katika kabila ya Efraimu, basi wakapewa miji ya kukimbilia yaani, Shekemu pamoja na viunga vyake. Katika nchi ya milima milima ya Efraimu na Gezeri pamoja na viunga vyake na Yokmeamu pamoja na viunga vyake na Beth Horoni pamoja na viunga vyake na Aiyaloni pamoja na viunga vyake na Gathrimoni pamoja na viunga vyake; na katika nusu kabila ya Manase Taanaki pamoja na viunga vyake na Ibleamu pamoja na viunga vyake, kwa mabaki ya jamaa ya wana wa Kohathi. Na wana wa Gershoni wakapewa katika jamaa ya nusu ya kabila ya Manase: Golani katika Bashani pamoja na viunga vyake, Ashtarothi pamoja na viunga vyake, na katika kabila ya Isakari Kishioni pamoja na viunga vyake na Daberathi pamoja na viunga vyake na Remethi pamoja na viunga vyake na Engaminu pamoja na viunga vyake, na katika kabila ya Asheri Mishali pamoja na viunga vyake na Abdoni pamoja na viunga vyake na Helkathi pamoja na viunga vyake na Rehobu pamoja na viunga vyake na katika kabila ya Naftali Kedeshi katika Galilaya pamoja na viunga vyake na Hamothi pamoja na viunga vyake na Kiriathaimu pamoja na viunga vyake. Nao mabaki ya Walawi wana wa Merari wakapewa katika kabila Zabuloni Rimona pamoja na viunga vyake na Tabori pamoja na viunga vyake na ng'ambo ya mtu wa Yordani huko Yeriko upande wa mashariki wa Yordani katika kabila Reubeni Bezeri katika nyika pamoja na viunga vyake na Yahasa pamoja na viunga vyake na Kedemothi pamoja na viunga vyake na Mefaathi pamoja na viunga vyake. Na katika kabila ya Gadi Ramothi katika Gileadi pamoja na viunga vyake na Mahanaimu pamoja na viunga vyake na Heshboni pamoja na viunga vyake na Yazeri pamoja na viunga vyake.